Eh, tunaendelea wanafunzi wenzangu na mwenzangu. Leo tupo kwenye history yani, history kabisa sira yeye anasemaje? Tunaongelea mabwana eh na bidilisa ndo ndo ndo ndo Enoki. Eh, Enoko nafahamu alikuwa alikuwa kipenzi cha watu, alikuwa mwalimu alikuwa anafundisha watu kulima, mahesabu. Huyo ndiye elimu ya miaka hiyo enzi hizo historia yake kwa ndugu ametoa elimu, anafundisha watu kushona eh, lakini huyo alikuwa alikuwa na rafiki yake malaika alimpeleka mbinguni huko eh. Historia zinasema sana, hata kwa Enoki naona huko wapi ma mitandaoni, naelezea bwana huyo hapo, alienda mbinguni huko, akaelezewa jinsi alifundishwa, mpaka jinsi ya kama leo tunafanya utabiri wa nyota au najimu na kila kitu, alielezwa siri kibao. ah, mabwana historia ni mushtarau ndio maana hii imushta inaangalia nini, shtainangaa jamaa ni nini, watu mambo, ndio mambo anafanyia wanaangalia. ah, watu wanamwangalia mwalimu mwalimu, wanaangalia watu mambo. Ibrahimu ne eh, alikuwa kipenzi swaiba Mwenyezi Mungu, mnafahamu eh? Maswala yaani, watu wa elimu, watu wa kabisa leba Mwenyezi Mungu eh? Takdiri ilishuka pale na anachinja pale mnyama pale, baada kwa baada kubadilisha mwanaye, imani yake ilipokuwa kubwa, alipija mchinja mwanaye akakubali, sawa, akapelekwa mnyama abadilishe pale, takdiri iliposhuka pale. Kama sipo sawa, mtanaelekeza wangu wangu, eh, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Pale mtu anachinja pale, nani? Kiumbe ndani kiumbe, anachinja pale, takdiri imeshuka ni watu wengine tu wakubwa. Afu tunakuja kumwangalia huyu Nabii Isa alayhisalam, Yesu Masiha Yesu Isa bin Maryam hatari kazaliwa yani, mimba yake bila, bila, bila uzazi bila baba, alafu ana, ana umiswa siku tatu akaongea, hemu jizake ni mkubwa yani ndo kaja kaja kumaliza jambo la mushtara na elimu yenyewe hiyo, ndo mata yeliwe shiki, nasema ni elimu. Nabii Isa alayhi salam alikuwa na maajabu kila kukicha. Wewe ha, alikuwa anatafuta elimu mwenyewe, kwa msomi anatafuta elimu huyu wengine ndo wanasema alikopo alikopo fundi seremala, ni afsi. Ndo mambo haya, mambo ya elimu. Ah, mafundi au walimu. ukiwa mwalimu, ukiwa mwalimu, utakuwa daktari, utakuwa mwalimu, utafundisha watu kila sanaa, kila elimu utafundisha watu yaani, ukiwa mwalimu, utakuwa mshauri, utakuwa kiongozi eh, ila ukiwa mganga hauwezi kuwa mwalimu. Ha, tuendelee bwana na, na mushtara. Historia ya mabwana mushtara yasema nini? Mjua wane nini? Kwa ni historia zao, historia zao, ndo zinazungumza historia yake ni hapa kwa kwa kwa kwa. Hii, ndo historia yao, ndo sababu ya kutu mm. kuna mungu huo. Ndoma na hapa kutu kuna mungu mizimu mizimu. E, kuna na mambo ya mila, nafata mila za ya Nabii Ibrahimu. Matiko tufate. E, lakini hapa kuna ualimu hii. E. Muona bwana sasa yeye na, haa, ndo mwishitalo. Kwa wao wa, wa na, yeye, wao, wawalimu, na wao chokifata Uwe chufata, uwe mungu, mungu. Au si fada au sioletewa, sababu kila kitu na sababu, tunapata na twaliki njia nuru. Hapa tukiwasoma vizuri, watatuonesha hiki kitu hiki hii hapa hii, ndio twende huko huko, ndio kwa twende ndio. Mwenyezi Mungu anatuona, elimu tumtafute, tumjue, tusome. Mwenyezi Mungu anatuona tu, elimu tusome, ndio hiyo, watu wasome. Ukisoma kidogo, familia matatu, utaambiwa sio mshirikina sio nini, ah, mambo ya kupaa, mambo sio ya yani, elimu inaeleza mambo yapo ndio maana ikatua, mfano mara kwanza, bayazwa ni poto mbake, bayazwa nyota ya mimba. Eh, mwanadamu lazima lazima lazima aje kwenye ulimwengu apite kwenye mimba, kwenye ufuko wa uzazi wa mama yake, eh? Atakaa miezi tisa, namba tisa, kama bayazwa pale nyota ya mimba, atazaliwa eh? Tutaishi duniani, baada ya kuna kufa, poto ya pili kufa, baada ya kaburini pa kaburi ni poto nyingine, lakini kuna watu potu yao nyingine au njia nyingine ya kutoka kwenda maisha mengine sio kaburi, ndio kama wanafaa wanapotea, wanakwenda eh, kama kuna Nabii Isa alislamu, utakwenda atarudi, kwa sababu hata wale ambao watakupoa mpotea, kuna ulimwengu umesafiri labda kwa nje, au umeondoka na ulimwengu umetoka na ulimwengu mwingine, hajakufa lakini lazima atime, atafika kama ndio kiama ni atakuja na kufa. Ndio maana Nabii Isa alislamu si amekwenda, atarudi, atarudi, ataishi, atakuja kufa kwa kila kiumbe kitaonja mauti. Hata kama tuna elimu tunasema, tunakwenda wapi, tutafanya nini, tutaluka luka, luka tafanya tunafanya kile, mwisho wa siku hatima, ndio kuna kiyama. Ila kaya, sahibi, kwa miaka hii sasa hivi kwa kipindi hiki, kama Mungu akikujalia mkubwa eh, akikufanya naye bora katika watu bora, unaweza ukatoka ukaenda kwenye dimension nyingine ukaishi kufanya kile, lakini kile kitakutupa kitakufika kiyama. Hizo ndio siri sasa Mwenyezi Mungu, kwa hiyo elimu zitakuwa pamoja na vitu vingine vitakuwa ni siri yeye mwenyewe, eh, kwa mambo elimu haya yana vitu vingi, yani vitu vitu viko wazi kwenye elimu Ukilisikia jambo ukiliona, kama una elimu, ukilichunguza unapata ukula, ukweli wake ni kweli ama ni uongo eh, mambo hivyo ndio wako hivyo. Wa billahi tawfiq, wa salamu alaikum. Kwa hiyo hapa tushiapa, tutaendea nyingine.